Kama wewe vipi? Kama unashindwa kuniheshimu kwa sababu maskini wangu, basi jaribu kuniheshimu kwa sababu ya umri wangu, nipaze sauti kama gari la zima moto. Wee, bado hujajua, una macho lakini huoni, una masikio lakini husikii, wacha dharau, ndugu yangu, nambie kuna nini tarehe 22? na mbili tarehe 22 bili nikuelewe vipi? Unaniambia ya mwezi wala mwaka, tarehe 22 na mbili ya mwezi wa tatu mwaka huu 2025. Pale na ishirini na tano Golden Tulip Airport Zanzibar, kutakuwa na uzinduzi wa sera muhimu ya maji safi pamoja na usafi wa mazingira. Sasa mau, nataka nikuulize hii sera itasaidia nini hasa? Sera hii itaboresha usimamizi wa maji safi pamoja na maji taka, aha, kama lile bomba lililo nyuma ya nyumba yako unalovuja, na hata mazingira yetu yatakuwa safi zaidi, kwa sababu sera hii itasaidia kusimamia na kudhibiti maji taka kuanzia namna bora ya kuyahifadhi maji taka ili asilete madhara katika mazingira kama makaro, na njia bora zinazopaswa kutumika katika utapishaji salama wa maji haya katika miundombinu maalum ya majaa yaliyoandaliwa katika shughuli hii. Kwa mfano jala Kibele. Oho, kwa maana hiyo maji haya tusimwage tena katika mashamba yetu, lakini ni mbolea mzuri hii. Sasa kushanielewa na wananchi wote tunatakiwa kusikiliza na kuangalia vyombo mbalimbali vya habari, maana vitarusha moja kwa moja, kwa sababu mgeni rasmi atakuwa ni mheshimiwa rais wa, wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Na ninachokwambia ujumbe huu nitamfikisha mzee Mmanga mzamia Lulu, naye ajue uzinduzi huu utaanza saa tatu kamili asubuhi, na huu utakuwa uzinduzi wa sera muhimu, si sherehe harusi. Tangazo hili limeletwa kwenu na Wizara ya Maji, Nishati na Madini Zanzibar.